Alibahatika kufanya naye kazi akiwa kama mwakilishi wa Swapo hapa Tanzania. Ziara ya leo ni ya kipekee sana, kwani hii ni ya kwanza nchini tangu Mheshimiwa Ndaitwah achaguliwe na kuapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Namibia mwezi Machi mwaka huu. Hivyo Mheshimiwa rais, na dada yangu, karibu sana nchini Tanzania na ujisikie upo nyumbani karibu kwenu. Ndugu wanahabari, kwa namna ya kipekee kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Watanzania wote nimerudia kumpongeza Rais Ndaitwah kwa kuchaguliwa kuwa rais wa awamu ya tano wa Namibia. Mheshimiwa Rais ameandika historia kwa kuwa rais wa kwanza mwanamke wa Jamhuri ya Namibia na mwenyekiti wa kwanza mwanamke wa SWAPO tangu kuanzishwa kwa chama hicho mwaka elfu moja mia tisa na sitini. Tunamtakia heri na baraka katika utekelezaji wa majukumu yake mapya ya, ya uraisi. Hapa nataka niseme jambo kidogo kwamba safari ya dada yangu Mheshimiwa Rais Nandi Ndaitwa na safari yangu katika kufikia uraisi karibu zinafanana Mwaka 1995 sote tulikuwa Beijing kwenye mkutano wa kutetea haki za wanawake, Mheshimiwa Rais akiwa rapotua na mimi nikiwa ofisa wa kawaida, niye kwenda kuzungumza na kusikiliza, um, mambo ya utetezi wa haki za wanawake lakini kuanzia miaka ya elfu mbili na tano mpaka elfu mbili na kumi samwe ya hapo wote tulikuwa mawaziri wa utalii. Nakumbuka tulikutana na dada yangu Nandi Ndaitwah kule Netherlands kwenye mkutano mkuu wa utalii, lakini kila mmoja hamjui mwenziwe. Kuna picha za kumbukumbu zinaonyesha, in some pictures anaonekana yuko pale na delegation kutoka Tanzania. Lakini pia katika safari zetu, Mheshimiwa Nandi-Ndaitwah amekuwa makamu wa rais kabla kuwa rais, na mimi pia nilikuwa makamu wa rais kabla kuwa rais. Lakini sote wawili tumekuwa wenye viti wa vyama vyetu, wa kwanza wanawake toka vyama vyetu kuundwa. Kwa hiyo nimekutana na mtu ambaye nafanana naye sana kwenye safari yetu ya maisha hadi hapa tulipofika. Nimwombe Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu tuendelee kulitumikia bara letu Afrika, lakini na nchi zetu pia. Lakini ndugu waandishi wa habari, katika mazungumzo yetu nimemshukuru tena Mheshimiwa Rais kwa kunipa heshima ya kushiriki na kuhutubia katika hafla ya kuapishwa au kuapishwa kwake iliyoambatana na maadhimisho ya miaka 35 ya uhuru wa jamhuri ya Namibia mwezi Machi mwaka huu, ni ishara nyingine ya dhamira yake ya dhati ya kukuza uhusiano baina ya nchi zetu mbili katika maeneo ya ushirikiano. Ndugu wanahabari, muda mfupi uliopita tumefanya mazungumzo na mheshimiwa rais na timu yake. Nilimueleza furaha yangu kwa uhusiano, kwa tuna uhusiano mzuri wa muda mrefu na wa kihistoria ulioanzishwa na waasisi wa mataifa yetu mawili hayati baba wa taifa Mwalimu Julias Kambarage Nyerere, lakini kwa upande wa Namibia hayati baba wa taifa Dr. Sam Nioma. Uhusiano huu umeendelea kuimarika siku hadi siku na hadi tulivyofikia hapa leo. Katika mazungumzo yetu, sote kwa pamoja tumeeleza dhamira ya kuenzi kuendeleza na kukuza uhusiano huu uliopo. Hali kadhalika, kwenye mazungumzo yetu leo tumebaini kuwa pamoja na uhusiano mzuri wa kihistoria uliopo baina nchi zetu, ushirikiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Namibia bado ni mdogo na unahitaji kukuzwa licha ya kiwango cha biashara kati ya Namibia na Tanzania kupanda kutoka shilingi bilioni 17 hadi kufikia shilingi bilioni 20 kati ya mwaka 2019 na 2023, bado kuna fursa nyingi za kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo katika mazungumzo yetu tuliziangazia hizo fursa ambazo tunaweza kuzitumia na kukuza mahusiano ya kiuchumi baina ya nchi yetu. Tunafahamu kwamba kuna wafanyabiashara wachache ambao wanafanya biashara na Namibia vilevile, kuna wafanyabiashara wachache, wawekezaji wachache ambao wamewekeza ndani ya Tanzania. Kwa hiyo tumekubaliana kuangazia eneo hilo, lakini vilevile nimetoa wito na kuwaalika wafanyabiashara na wawekezaji kutoka Namibia kushiriki katika maonyesho ya biashara ya kimataifa ya sabasaba mwaka huu ili waje kuzungumza na wenzao na waone uh, vipi wataanza ushirikiano na ni maeneo gani wanaweza wakashirikiana. Aidha, mamlaka husika za uwekezaji zinapaswa kuendelea kuratibu makongamano ya biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Namibia ili kuhamasisha matumizi ya fursa za kikanda katika soko huru la SADC na soko huru la Afrika. Kwa upande wetu Tanzania, tumependekeza kuangalia maeneo um, ya ushirikiano na katika maeneo ya uongezaji wa thamani za mifugo, uvuvi, lakini pia katika sekta ya utalii. Ni maeneo ambayo tunaweza tukashirikiana vizuri, lakini kubwa, tumeomba kujifunza kutoka wao, hasa kwenye sekta ya mifugo sababu Namibia ni wauzaji wazuri wa nyama ulimwenguni. Kwa hiyo tumeomba kujifunza kutoka wao. Katika sekta ya gesi na mafuta na kwenyewe tumezungumza ushirikiano, sababu nchi zetu zote mbili ni nchi zenye gesi nyingi, na wenzetu Namibia wameanza kuona mafuta. Kwa hiyo hilo pia ni eneo jingine, mashirika yetu yanayohusu yanayoshughulika na gesi na mafuta yaweze kushirikiana na tuone jinsi tunavyoweza kufanya kazi kwa pamoja. Eneo jingine tulilozungumza ni uchumi wa buluu. Um, hakika sekta hii ina utajiri mkubwa katika kukuza uchumi ili kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira. Namibia ni moja ya nchi ya mfano barani Afrika inayoelezwa kuwa na matumizi bora ya utawala wa rasilimali za bahari best practice in the utilization and governance of ocean resources. Hivyo nimemweleza Mheshimiwa Rais Nandi-Ndaitwah kwa Tanzania ingependa kupata uzoefu kutoka Namibia katika eneo hilo la matumizi endelevu ya rasilimali za baharini. Lakini kwa upande mwingine tumezungumzia masuala ya utamaduni, na kama mnavyofahamu, lugha ni kiungo muhimu sana cha watu lugha zinaunganisha watu vizuri na tulikumbushana kwamba tulitumia Kiswahili wakati wa mapambano ya kutafuta uhuru. Sasa tuendelee kutumia Kiswahili kuunganisha watu wetu katika kuleta uhuru wa uchumi au maendeleo ya kiuchumi. Lakini linalotutia moyo ni kwamba kule Namibia Chuo Kikuu Huria cha Tanzania na chuo kimoja pale Namibia wamekubaliana kuanza uh, chuo kinaitwa Triumphant, chuo cha Triumphant cha Namibia tumekubaliana kuanza uh, kufundisha Kiswahili kupitia chuo hicho. Kwa hiyo kwa upande mwingine tumekubaliana uh, kwamba na wenyewe waangalie uwezekano wa kukikuza Kiswahili, kwa sababu kwa sasa hivi Kiswahili kinatumika ndani ya Afrika Mashariki, ndani ya uh, eneo la Kusini mwa Afrika, kwenye jumuiya zetu, lakini pia kwenye Umoja wa Afrika na vile vile kimepata kutambuliwa na Umoja wa Mataifa. Kwao ni lugha ambayo hatuna budi kuikuza na kuitumia ipasavyo. Ndugu wanahabari, kwa upande wa kikanda na kimataifa, mbali na kukuza ushirikiano kupitia SADC umoja wa Afrika na umoja wa mataifa tumeangalia eneo ambalo ni muhimu kwetu sote, masuala ya kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi, kwa sababu tumeona kwamba maeneo yetu haya tunapata aidha mvua nyingi, tunapata mafuriko au jua kali na tunapata ukame. Kwao tumekubaliana tume kuangalia tushirikiane kwenye sekta zitakazotupa usalama wa chakula ndani ya nchi zetu. Uh, tulihitimisha kwa kuombeana heri na kumtakia kila la heri katika kazi yake, lakini tuliahidiana kwamba safari hizi za kutembeleana, hii sio ya mwisho, aendelee kuja na sisi tuende, ili kukuza ushirikiano. Lakini katika tuliyokubaliana kushirikiana, Mheshimiwa Rais ameniahidi ataleta timu ya mawaziri na wataalamu hivi karibuni kuja kuangalia mambo ambayo wao wangependa kujifunza kutoka Tanzania.